Kutana na Hadija Bakari Rashidi, mkazi wa Kitunda, kata ya Mkuti wilani Masasi, ambaye anasumbuliwa na maradhi yanayosababishia kutofanya kazi wala kukaa au kusimama kwa muda mrefu licha ya kutumia dawa kwa takriban miaka kumi na nne. Hadija alipata matatizo ya uti wa mgongo tokea mwaka 2011, ambapo alifanya jitihada za kutembelea hospitali mbalimbali ili kupata ufumbuzi wa tatizo lake bila mafanikio yoyote hadi sasa. Hadija hana mume, ana mtoto mmoja wa kiume ambaye naye kipato chake ni kidogo. Na hapa Hadija anaeleza zaidi. Naitwa Hadija Bakari, natokea Masasi, mtaa wa Kitunda. Nina changamoto ya marazi na matatizo ya uti wa mgongo. Kuna mishipa ya fahamu ambayo ina inaguswa na baadhi ya mifupa huku mgongoni na tatizo hili nilianza kuumwa elfu mbili na kumi na moja elfu mbili na kumi na moja nilianza kuumwa miguu, miguu ilikuwa naniuma mwisho kwenye magoti, nikaangaika hospitalini kwa ugonjwa hauonekani. Kwa hiyo wakati huo nilikuwa naishi Dar es Salaam, Kigamboni, nikaenda hospitali ya Temeke. Kwanza nilianza kwenda Vijibweni pale pale wakafanya x-ray, wakaniambia hamna shida. Nikaenda Kigamboni, wakaniambia hamna shida. Nikarudi nyumbani, ikawa madaktari wananiandikia tu dawa za kuna dawa zinaitwa na TB za vitamini ya mifupa, nimetumia miaka mingi sana. Baadaye ile hali ya kwenye miguu ikahama, ndio nikaona hiyo siku moja nimedondoka tu ghafla, ukatakiona kuja chini, mawasiliano hamna kwa hiyo nikachukuliwa pale nikapelekwa Temeke, walivyonifanyia x-ray wakaniambia pingili zimesagika za mgongo, wakaniandikia dawa za kutumia nyingi tu, kama dozi nne hivi, na nilikuwa nanunua laki na nusu kwa mwezi. Kwa hiyo nimetumia miaka mingi hizo dawa, lakini nikimaliza tu dozi ugonjwa unaendelea pale pale, nikarudi nikawa tu ananunulia tu dawa hivyo, miaka inaenda, niko tu ndani, siwezi kufanya shughuli yoyote, siwezi kutembea mbali, siwezi kufanya shughuli yoyote ni yani kujitafutia kipato siwezi. Kwa sasa naomba tu, yani naishi kwa kutumia kupewa. Mna hm? Mtoto mmoja amna ana miaka 20, amemaliza shule. Ehe, nina mtoto wa kiume ambaye kazi yake ni ufundi kujenga tu ambao kipato chake cha chini, na mimi mwenyewe ndo nilikuwa ndo mama napambana na tunaishi. Sina baba yake, alishafariki muda sana, 2008 na alifariki, yuko darasa la kwanza bas. Kwa hiyo mwaka juzi kati ndo nilizidiwa sana, 2023 22 na ishirini na tatu ishirini na mbili ishirini na mbili nimeugua ugua pale, ikabidi kuna kaka yangu yuko Masasi hapa nyumbani kwa hiyo miaka hiyo yote hiyo nilikuwa na kiwanja Mkuranga, nikauza tunanunua dawa, tunahangaika huku na huku, tukinunua dawa lakini mat, mgonjwa anakana dawa tunatumia, lakini matibabu yaani, siponi, ugonjwa unaendelea. Kwa hiyo nikarudi huku mwaka juzi, nikaja, nikapelekwa hapa Nyangao, nikapimwa, nikaambiwa mgongo umekaa vibaya, lakini bado nikapewa dawa, ugonjwa huko pale pale Nikarudi, tukapelekwa Ndanda nikaambia na, na kwa, kwa, kwa hiyo sasa, mwaka jana mwezi wa saba, kuna mtu akanipiga s kaniambia kunameli nakua awacinao wameli wa, wa, wa madaktari bingwa kutokea China waligundua kuwa Hadija ana changamoto ya uti wa mgongo kutokana na mfupa wake kukaa pembeni. Nikafanya steskani walivyoniangalia, wakagundua kwenye mgongo wangu kuna mfupa umesogea, ambaye ule mfupa unaogusa mshipa wa fahamu wa, wa uti wa mgongo ndio ambao nanisababisha mimi nisiweze kutembea na nipate pressure. Hapa nina pressure ya kichwa, kwa hiyo ikianza, yani upande huu wa sura huu wote una mkono na mguu wale wakaniambia shida ni hii inasababisha, nasababisha hapa solution yako wewe ni ufanye upasuaji. Upasuaji ili waukate au mfupa haisa wausogeze ili uweze kutembea kufanya shughuli zako. Zaidi hapo utakunywa dawa nyingi tu. Waliniambia unaweza ukajaza meli nzima hii. Uweze kufanya nini? Kupona kwa kutumia vidonge. Kwa hiyo wewe natakiwa kufanya operation Muhimbili au KCMC. Sasa mimi sina bima na hali yangu, kipato changu cha chini, maisha magumu, familia wamechoka, wameshindwa. Na familia nyingine kwa nao ni wachache. Sina baba, sina mama, familia kwa ni kaka yangu na mdogo wangu wa kike, ambaye anapika tu mama ntilie. Yani mimi ndo kidogo nilikuwa na jembe kipindi na shughuli zangu, ndio nilikuwa tunasaidiana, lakini sasa familia haina uwezo, kwa mimi siwezi tena kwenda Muimbili. Kwa hiyo hapo kupona kwangu mimi nifanye shughuli zangu, ni niende muimbili nifanye operation Ndo kupona kwangu. Kwa hiyo ndo nimekuja hapa kuomba msaada wa wananchi wenzangu, msaada wa matibabu. Wala sihitaji pesa mkononi, yaani ipatikane tu pesa yeyote aliyokuwa nayo haweze kunichangia mi nikaenda kupanya matibabu tu basi, nisimame nifanye shughuli zangu kama zamani, wala sihitaji pesa mkononi. Hadija na familia yake hawana uwezo wa kuharamia upasuaji huo. Hivyo ofisi ya mkuu wa wilaya Masasi imetoa kibali cha kuomba wananchi wamchangie ili aweze kupata matibabu. Kwayo, hapa, kwa hiyo hapa nina kibali cha kutoka kwa mkuu wa wilaya imepewa cha kupita kuomba msaada na gharama za matibabu. Kwa kweli pale mimi sikwenda kuuliza Muhimbili, ila kuna baadhi ya madaktari niliwauliza, wakaniambia hapo unatakiwa uwe na bima kubwa na upasuaji kama hiyo inakuwaga milioni moja au milioni moja na laki tano sasa bima kubwa kwa milioni moja laki tano mimi siwezi, yaani uwezo huo sina. We, nilikuwa naomba wananchi wanisaidie. Hapa nilipo, nina kibali cha kutoka kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo shida yangu ndio hiyo, nilikuwa naomba msaada mnisaidie, wananchi wenzangu wote hmm, kwa ujumla naomba hmm, msaada wenu ili na mimi niweze kushughulika shughuli zangu kama zamani. Kama kuna mtu ataguswa na shida yangu atataka kunisaidia na namba yangu ya simu, au anahitaji kuja kwangu ninapoishi, na namba yangu ya simu, namba yangu ni sifuri saba sita nane 4 Jina natoka Hadija Bakari Rashidi. Napatikana mkuti maeneo ya mtaa wa Kitunda, Kitunda. Kama mulivyomsikia Hadija Bakari, tatizo, tatizo linalomsibu ni kubwa, hali ambayo inapelekea yeye kutofanya shughuli zake kwa miaka kumi na nne sasa. Hivyo Watanzania munaombwa kumsaidia mama huyo apate matibabu. Usidharau kidogo ulicho nacho, kwa Hadija ni kikubwa. Mtumie kupitia namba ambazo Hadija amezitaja ili aweze kupata matibabu, aendelee na shughuli za kulijenga taifa hili.